Hodi ya saa saba usiku ulikuwa ni usiku wenye tulizo lake, mbweha wakiwa analia kwa mbali, upepo ukiwa unavuma kana kwamba unaimba. Lakini kwa Asha usiku ulikuwa umebadilika kuwa kitu kingine kabisa. Asha anaishi kwenye nyumba ya kupanga kwa miezi miwili sasa. Ni nyumba ndogo yenye mlango wa kahawia uliochakaa, yenye dirisha moja tu upande wa barabara. Siku ya kwanza alihisi upepo ukipiga mlangoni kwake. Siku ya pili akasikia kama mtu ananong'ona nje. Lakini siku ya tatu mambo yalianza rasmi. Ilipofika saa saba kamili usiku, mlango ukagongwa, si hodi ya nguvu, ni ya upole, ila yenye uzito wa roho. Asha alikimbilia dirishani, hakukuwa na mtu. Alijipa moyo, labda mzaha wa watoto wa mtaani, akalala. Lakini siku iliyofuata tena, saa saba kamili, hodi karudi, sauti ile ile, mpangilio ule ule. Wakati huu alichukua simu yake na kuanza kurekodi video akielekea mlangoni. Alipofungua hakukuta mtu yoyote. Aliporudi ndani akaangalia rekodi yake. Alipoisikiliza hodi aliyoisikia ilikuwa ile ile, lakini kwenye video sauti ya hodi haikutoka nje, ilitoka ndani ya nyumba sauti ilivyogonga mlango, kamera ilionyesha mlango ukitetemeka nyuma yake, kana kwamba mtu alikuwa anagonga ndani wakati yeye yuko nje. Moyo kamwenda mbio. Asha hakulala siku hiyo. Usiku wa nne hakusubiri muda ufike. Alikaa akitazama saa, dakika zikawa nzito kama mawe. Ilipofika saa saba kamili usiku, Asha akavuta pumzi ndefu. Hakuna hodi iliyopigwa. Ukime ulitawala, lakini muda mfupi baadaye sauti ikatoka karibu na mlango: Asha, leo naingia bila hodi. Taa zikawakawaka na kuzima, sakafu ikatetemeka kama mtu anatembea kutoka sebuleni kuja chumbani. Mlango wake wa chumba ukafunguka polepole pole, bila kushikwa, na huo ndio ukawa mwisho wa wa Asha. Mpaka leo wapangaji wapya wa nyumba ile wanasema saa saba usiku kuna sauti ya mwanamke akilia, ikisema "Msifungue mlango hata akisema anaingia bila hodi." Je, kama ni wewe ungefungua mlango?